Naendelea bado ana maswali wizara hii nimwite sasa, Mheshimiwa Ali Anyugile Jumbe Mlagila, mbunge wa Kyela, au hizo swali lake. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Swali langu namba 144, naomba majibu mheshimiwa naibu waziri na kushukuru mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Malawi kwa pamoja zinatekeleza programu ya maendeleo ya bonde la mto Songwe, inahusisha ujenzi wa bwawa la Songwe chini lenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 761. Ujenzi wa bwawa hilo unalenga kuzalisha umeme megawati 182 180.2, kuwezesha shughuli za kilimo cha umwagiliaji wa hekta 6200 pamoja na kuzalisha maji kwa ajili ya matumizi ya binadamu na mifugo kwa wilaya ya Kyela pamoja na Ileje. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa sasa nchi zote mbili zipo katika mchakato wa kutafuta fedha za utekelezaji wa programu hiyo kupitia ubia baina ya sekta ya umma na sekta binafsi public private partnership PPP. Aidha, maandalizi ya kuandaa hadidu za rejea za kumwajiri mtaalamu mshauri wa ajili ya kufanya mapitio ya usanifu na taarifa za mazingira za miradi pamoja na kusimamia upatikanaji yanaendelea. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa uh, Jumbe alimlagira. Mheshimiwa mwenyekiti, mradi huu una umri wa miaka ishirini na mbili tangu umeanzisha. Lakini pamoja na manufaa ambayo yamesemwa na serikali, kuna manufaa makubwa sana na manufaa yenyewe ni kwa ajili ya kuhakikisha mafuriko kwenye mto Songwe yanakuwa yanazuirika ya, lakini pamoja na kuzuia mafuriko haya ni pamoja na kuhakikisha mpaka wetu kati ya Tanzania na Malawi unakuwa stable. Hivi sasa ninavyozungumza, mto Songwe unatishia kuhama zaidi ya kilomita kumi kutoka Ndwanga kuja bwawa la Matela na kuingia kwenye mto Nsesi kata ya Ngonga Rugombo. Nilitaka kujua mheshimiwa mwenyekiti ni mashirika mangapi au makampuni mangapi mpaka sasa yameonyesha interest ya kuingia kwenye uwekezaji huo? Jambo la pili mheshimiwa mwenyekiti, mwaka 1969 kampuni ya maendeleo ya Japani Jaika ilifanya upembuzi wa kujenga wa kuzuia mafuriko kwenye mito ya Kiwira mito ya Rufirio na mto Mbaka kwa kujenga mabwawa Je, ni lini serikali sasa itaanza kuimplement hizo study ambazo zilifanya na wajaika. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa uh, Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipatia fursa hii ya kujibu swali la nyongeza uh, Mheshimiwa Mwenyekiti na, nafahamu uh, Mheshimiwa Ali Jumbe Mlagira anatamani sana kuona mradi huu unaanza kutekelezwa. uh, awali mradi huu tulitaka kufanya kwa mfumo wa EPC plus F, a, lakini baada ya kupitia na kujilizisha kwamba njia hii haitokuwa sahihi, sasa ndio maana tukaamua kuingia kwenye, a, kwenye njia nyingine ambayo ni ya PPP ambayo tunaamini kabisa kwamba hii ndio njia sahihi ya kwenda kutekeleza mradi huu. Lakini vile vile, Mheshimiwa mwenyekiti mradi huu ni lazima kwanza ufanywe ufa, mapitio ya usanifu kama ambavyo mheshimiwa mbunge amesema, mradi huu ulifanyiwa usanifu miaka ishirini na mbili iliyopita, na kawaida kwenye miradi hii engineering zote huwa zinafanyika kila baada ya miaka kumi, basi usanifu huo lazima ufanyike upya tena. Mashirika yaliyoonyesha interest mpaka sasa ni mashirika mengi ambayo uh, kwa sasa mheshimiwa mwenyekiti, naomba kwa ridhaa yako nisiyataje. Uh, lakini naamini kabisa kwamba tayari wabia wengi wameonyesha interest, na tuna uhakika kabisa kwamba mradi huu utapata support nzuri kutoka kwa private sector. Lakini kwa upande wa mabwawa, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna mamlaka za bonde ambazo zimepewa majukumu kisheria kuratibu wingi wa maji, maana yake mafuriko na uchache wa maji, maana ya ukame na lengo la serikali ni kwa kuhakikisha kwamba kunakuwa na utilization nzuri ya maji pale ambapo yanakuwepo. Kwa hiyo mabwawa haya tutaendelea kuyajenga kwa sababu tayari Mheshimiwa Rais alinunua mitambo ya uchimbaji wa mabwawa. Kwa hiyo ni kutoe hofu Mheshimiwa Mbunge e, serikali na wizara yetu na maelekezo ya wa Mheshimiwa waziri wetu yako wazi kabisa kwamba kila eneo na zoni zote tuhakikishe kwamba mabwawa yanazidi kuchimbwa ili huweza kuteka maji, huweza ku manage maji. Lengo kubwa ni kwamba tuwe na uhakika wa kuwa na maji katika misimu yote ya nchini hapa. Asante sana Mheshimiwa.